Mwaka 2026 kutoka kwenye madhabahu hii ya Gombo la Chuo Church Tanzania. Ujumbe wetu wa mwaka huu ambaye Mungu amenipa ujumbe wake unasema kubadilishiwa jina. Ni mwaka wa kubadilishiwa jina. Naomba nirudie unabii wa mwaka huu wa ishirini ishirini na sita ndani ya madhabahu yetu, unabii wetu unasema kubadilishwa jina na Bwana. Kuna miaka umetembea na jina ambalo hukuhitaji, na wakakupa majina ya kila namna, lakini mwaka wa ishirini ishirini na sita Mungu ninaomba abadilishe ingeuze historia yako. Hayamkini ulikuwa unaishi kama mpangaji, lakini Mungu akubadilishie jina uite kwenye nyumba. Mungu akubadilishie jina, akupe nafasi nyingine. Haleluya! Sijui nikuambia namna gani, lakini ni mwaka wa kubadilishiwa jina na Bwana. Kitabu cha Isaya sura ya sitini na moja mstari ule sitini na mbili sima Isaya sitini na mbili na mstari ule wa kwanza, tunaanza kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Andika kabisa 26 Bwana hata nyamaza kwa ajili yako. Bwana hata nyamaza, Mungu hata nyamaza mpaka jina lako libadilishwe. hata nyamaza mpaka hali yako ya familia ibadilishwe. Hata nyamaza, anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Andika namba mbili, kwa ajili yangu Bwana hata moja Mungu hatanyamaza mwaka huu kwa ajili yako. Lakini namba mbili Mungu hatatulia kwa sababu yako mwaka huu, lazima atafanya kitu kwa ajili yako. Anasema hata haki yako itakapopatikana kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo, kwa sababu Mungu hatanyamaza kwa sababu ya taa yako, Mungu hatanyamaza Mungu hatanyamaza hata hata kwa sababu ya haki yako. Mungu atanyamaza pale atakapoona haki yako imepatikana. Kwa lugha nyingine 2026 Mungu anakwenda kuingilia vita vyako. Mungu anaenda kupigana na wale ambao wamepanda kwa namna yote kupigana na wewe. Iwe ni mashaitani, iwe ni mapepo, iwe ni majini, whatever chochote kina anasema kwa sababu yako sitatulia, sitanyamaza hata haki yako itakapopatikana. Haki uliyoonewa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita Mungu atasimama kwa sababu ya haki yako. ishirini na sita Mungu hatatulia kwa sababu ya haki yako, atahakikisha haki yako imepatikana. Haleluya! Ni mwaka wa kumsumbua ni mwaka wa kumwambia Bwana usikae kimya kwa sababu yako. Sema, Daudi anamwambia Mungu usikae kimya kwa sababu ya maadui zangu waliokuzunguka pande zote. Mstari wa pili anasema na mataifa wataona haki yako. Ni mwaka wa mataifa kuona haki yako haki yako, ni mwaka watu kuona haki Oh my God. Na wafalme wote wataona utukufu wako, ni mwaka wa utukufu wako kuonekana. Utukufu ni kuvishwa taji, ni kutolewa kwenye ain, kuwekwa kwenye heshima. Anasema na wafalme wataona utukufu wako. Watu wakubwa wakubwa, Mungu wakupe neema, waone utukufu wako, waone jinsi Mungu atakavyokuhifadhi, waone jinsi Mungu atakavyokuinua, waone jinsi Mungu atakavyokubariki waone, ataka waone, ataka waone Mungu jinsi atakavyokutendea. Atabariki afya yako, atabariki kazi ya mikono yako, atabariki chochote utakachokigusa kwa mikono yako. Kwa nini? Ni mwaka wa utukufu wako kuonekana. Ukisahau kila kitu mwaka huu, usisahau kitabu hiki kwenye maisha yako. Kipita katikati ya mapito, angalia kitabu hiki kwenye maisha yako, geukia kitabu hiki, isome siku mia tatu sitini na sita kwenye uso wa nchi. Kila siku unapopita ikumbuke hichi kitabu kwamba Bwana ameniambia utukufu wangu utaonekana na wafalme nao wauonekane. Haleluya, tunaenda kwenye pointi yetu nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. ishirini ishirini na sita ni mwaka wa kubadilisha majina. Walichokuita mwaka jana, mwaka huo watakuita walivyokutazama. Mwaka jana hawatakuita. Kuna wengine walikuona kama maiti, wengine walikuona kama mabakiza siku ya kufa, wengine walikuona kama utakuwa chochote lakini wakaonu, wanabadilisha hali ya hewa kwako. Jina ambalo umepewa mwaka jana imeishia mwaka jana. Mungu atakupa jina jipya mwaka. Haleluya, Bwana atakubadilisha jina. Wakati Mungu aliponipa ujumbe wa mwaka jana, nilimwambia Bwana, nataka uanze kunibadilisha kabla ya kuingia ishirini na sita, niwe nimebadilishwa jina, vile ambavyo walikuwa wananiita, vile ambavyo walikuwa na kuona kiwango cha kupewa jina lingine. Mwanamke ambaye alikuwa tasa, siku alipobadilishwa jina hakuitwa tasa tena, akaitwa mama. Maandiko anasema naye yule alikuwa na wana saba amekuwa dhaifu, na Penina ambaye alikuwa na mdharau Ana akawa dhaifu. Lakini Ana, Mungu alipompatia mtoto, akabadilishiwa jina, badala ya kuitwa Ana tena akaitwa mama Sauri. Mungu akabadilishia jina Mungu akubadilishe jina. Kama walikuita mwenye kushindwa mwaka jana, wakahuwa kupe jina la ushindi. Haleluya, walikuita asiyeweza, wakahuwa kuita anayeweza. kwa nini si kama wewe ndo utawaamua? kwa nini anasema, utaitwa jina jipya litakalotajwa kinywa cha Bwana. Mungu ataamuru jina jipya leo wataki Mungu atakuja kwenye maisha yako, haleluya. Kitabu cha mwanzo sura ya thelathini na mbili. Kumbuka unabii wa mwaka wetu, kubadilishiwa jina la Bwana, haleluya. Kitabu cha mwanzo sura ya thelathini na mbili na mstari ule wa ishirini na mstari ishirini na sita, sawasawa, mwanzo sawa sawa mbili, mstari ishirini na sita, tutaenda mpaka ishirini na nane. Akasema akasema, niache niende maana kunapambazuka. Akasema, sitakuacha usiponibariki. Ni mwaka wa kungangania baraka zako, ni mwaka wa kumwambia Bwana, sitakuacha mpaka umenivusha, mpaka umenifuta machozi, mpaka umebadilisha jina langu. Yakobo anang'ang'ana na Mungu, baada baada baada ya kupita kwenye mapito magumu, baada ya kubadilishwa mshahara mara kumi, baada ya kudanganywa, baada ya siku ya miaka ishirini kwenye nyumba ya Labani, alipokutana na Mungu akamwambia, baba, yatosha, miaka ishirini yatosha, sitakuacha ishirini na sita wabe bwana mimi na wewe paka kieleweke, haleluya! Anasema sitakuacha, anamwambia niache, akasema si sikuachi usiponibariki. Akamuuliza jina lako nani? Akasema Yakobo. Jina nani? akamwambia jina lako hautaitwa tena Yakobo, hautaitwa tena Yakobo. Kuna jina ambalo limezuia baraka zako. ishirini na tano ishirini na sita Mungu anakupa jina litakalosababisha baraka kwenye maisha yako. Kuna jina limezuia. Haleluya, haleluya, haleluya! Sikiliza nikuambia kuna jina limezuia hatua zako, kuna jina limezuia baraka zako lakini elfu mbili ishirini na sita Mungu atabadilisha jina kwenye maisha yako. Anamuuliza, jina lako ni nani? Ana ayakobu mani, anasema jina langu naitwa Yakobo, maana yake mdanganyifu. Nimeishi na roho ya mdanganyifu miaka yote tabu. Nimezaliwa na mama yangu, nilikuwa na roho ya mdanganyifu. Malaika kamwambia, hautaendelea kuishi na roho ya mdanganyifu hautaku Mungu, Mungu maisha yako yote anasema, akamwambia jina lako hautaitwa tena yakoba ila Israeli, maana umeshindana na Mungu. Umeshindana na nani? Na Mungu na watu. Na watu wanaoshindana na Mungu hawawezi kubaki na jina lilelile. Mungu atabadilisha

Sura ya tano, sura ya tano mstari wa 34, akamwambia binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Tulizungumza mwaka jana kwamba elfu mbili ishirini na sita kama mwaka jana walikupa jina la msiba, mwaka huu wakas watoto utena, furaha. Kitabu cha Samweli kitabu cha Samweli nataka tukaombe Mungu sasa tupate ujumbe ambao Mungu ametupatia, kitabu cha Samweli la kwanza mlango wa kumi na mstari wa sita na tutaruka kidogo maandiko yanasema Bwana ilikuwa juu, ilikuja kwa nguvu, itakuja kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Aleluya, ishirini na sita. Mungu akugeuze kuwa mtu mwingine. Naomba elfu mbili ishirini ishirini na sita, Mungu akugeuze kuwa mtu mwengine. Anasema roho Mungu atakuwa juu yako Kilia kwa nguvu na utageuzwa, utakuwa mtu mwingine. Ila naomba upate nguvu ambayo itakugeuza, itafanya transform ndani yako, itabadilisha muonekano wako, itabadilisha tabia yako, hautabaki kama vile ulivyokuwa, utakuwa mtu mwingine. Wanataka hawasitaki, Mungu watie guvuce uwe mtu mwingine. Tusisite, iko nguvu itakuja juu yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya nane anasema, nanyi mtapokea nguvu akishawajilia Roho Mtakatifu. Maana ni nguvu itakuja kushuka ndani ya kanisa kwenye maisha ya watu, na ile nguvu itatufanya sisi tuwe mashahidi wa Kristo. Iko nguvu Mungu anaenda kuachilia kwa mtu wa, uwe tayari na ile nguvu itakufanya kuozi

utakapoachana na vikwazo so atakubadilisha. Simama kwa miguu yako tena, tukamwambia Bwana neno asubuhi ya leo, kabla tunatoka kwenye nyumba ya Mungu, Bwana abadilishe jina lako, Bwana akugeuze usiwe kama vile ambavyo ulikuwa unakonaga.